Malalamiko mengi ambayo yalikuwa yanaelekezwa kwa polisi, nafikiri hakuna hata moja ulioandikwa. E, cha kufanya sisi hapa ni e, kusisitiza mawakala tatoa elimu kwa mawakala e, kuwa wa kweli kwa madereva. Wakiwa wa kweli kwa madereva, nini kimefanyika kule? Nafikiria mambo ya hovyohovyo ya kusema kwamba sijui polisi sijui TRA hayatakwepa iligusia kidogo nikamwambia, mimi naona kama tumpongeze RTO kwa kazi anayoifanya, kwa sababu tukikaa na kuwasikiliza zaidi madereva na madereva kwa ujumla, magari madogo, magari makubwa, tunaweza tukajikuta watumiaji wengine hatupiti kwa pengine kupitia sisi vyama. Pia kuna baadhi ya mambo ambayo sisi hatufuati diplomasia sana, lakini hatuleti vurugu, ni vurugu ambazo haziumizi kwa hiyo hiyo inaweza kusaidia. Kwa hiyo nilikuwa napendekeza pengine tujaribu kwenye hii, kwenda kuonana na wale wakubwa kule Lusaka, inaweza kusaidia. Ni hayo tu, mkuu wa mkoa. Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Baada ya kupokea taarifa ya uchunguzi kuhusu changamoto zinazochangia ucheleweshaji wa uvukaji wa magari makubwa katika mpaka wa Tunduma, Ripoti hiyo imesomwa mjini Vwawa katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Songwe. Kiongozi wa madereva Mheshimiwa Grayson Wimile alitoa maoni yake mbele ya kamati pamoja na mkuu wa mkoa wa Songwe. Kwenye hili tulikuwa pengine tuombe kama e, mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba kuna baadhi ya mambo pengine, kama serikali mnatumia diplomasia zaidi lakini wakati mwingine sisi chukua fesi wao kama wao. Nakumbuka kwa mfano uh, wakati wa, wa ule mgogoro uliopita serikali ya Zambia ili, ili, serikali ya Zambia ilileta uh, barua wakisema kwamba hawawezi kuvusha magari pale kwa kupishana. Sisi chama cha wafanyakazi wa malori Tanzania tuliwasiliana moja kwa moja na collector kule Zambia. Tukamwambia hapana. Upana wa barabara iliyoko Zambia ni mpana unaweza kuruhusu magari mawili na bahati nzuri tulipiga simu tukua pale pale. Kwa hiyo collector akaamuru sasa sisi na yule wa pale twende tukaangalie ile barabara. Kwa sababu nilimwambia upana wa gari ni mita saba, upana wa lori. Kwa tulipokwenda pale kuangalia tukakuta barabara na mita 22. Kwa hiyo taarifa ambazo TRA walikuwa na zr wa boda walizokuwa natoa kule Lusaka hazikuwa sahihi, walikuwa napotosha. Baada ya maamuzi yale, ikaamuliwa sasa basi magari yaanze kuvuka masaa 24 kwa kupishana, huku mkuu wa mkoa akiwa na barua ya serikali inayosema kwamba serikali ya Zambia haiwezi kuruhusu utaratibu kwa sababu barabara ni ndogo. Sasa nilikuwa nataka pengine hata kwenye hili kama itawapendeza wa sisi twende, twende kule Lusaka, twende na haya mapendekezo tuwaonyeshe wale wakubwa, changamoto ziko wapi. Kuna wakati mwingine kule Lusaka hawajui. Kwa hiyo hilo hata tulivyokuwa tuna mkuu wa mkoa pale jiona, amekuja kwa ajili ya kutusomea kwenye kikao kwamba serikali ya Zambia imekataa, nikamwambia mheshimiwa mkoa, tumeshughulika ili serikali imekubali kuvusha magari hapo masaa 28. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri pengine ikiwapendeza tuendelee pamoja serikali kusukuma, sisi wadau moja kumonja, tuende kwa moja twende tukaone wakubwa kule us kwamba kuna hili na hili na hili na hili kwa la kwanza uh, kuwaeleza wale wakubwa kwamba utaratibu wa kuvusha masaa 24 haufanyiki kwa sababu kile kikao ambacho kilifanyika na mawaziri wawili wa uchukuzi kilikubaliana kwamba magari yavuke masaa 24 yakiwa na nyaraka na ama hayana nyaraka. Hilo kwanza halitekelezeki, kwa serikali kukule wajue kwamba hilo halitekelezeki kwanza. Lakini ya kwa pili tueleze hii changamoto ya uvushaji kwamba huku uh, kufungia makampuni yao huku kunaleta changamoto ya kuleta kuweka mlundamano wa magari upande wa Zambia. Kwa hiyo wana utaratibu mwingine wasaidie, inaweza kusaidia pia magari yaweze kufuka haraka haraka. Lakini jambo jingine ambalo tunafikiri tukawaeleze, kwamba sisi huku Tanzania hatuna tatizo, tatizo liko upande wako, kwa hiyo waangalie, na kwa sababu sisi huku hatuna shida. Gari kifika ikalala leo, ikaondoka kesho, mapato yetu sisi tutapata kama kawaida itaenda, lakini hivyo, nafikiri tukifanya hivyo, pengine mkuu wa mkoa inaweza kusaidia. Nitakupa kitu kingine tena, mkuu wa mkoa, sisi vyama wakati mwingine tuna nguvu kule Kongo kulikuwa na mzani mmoja wameweka katikati fulani wa kiuni kiuni fulani, kila gari nayopita pale lazima ilipe dola mia. Sasa sisi madereva pengine, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa taarifa mimi naizungumza, sisi tuliunda bodi ya madereva ya kikanda inaitwa Regional Truckers Executive Board, ambapo kwenye ile bodi ya kikanda mimi nilichaguliwa kama katibu. Kwa hiyo bodi ilinituma niende Kongo kuzungumza na, na, na na gavana kwamba haya maloli mnayo yachaji dola mia kila loli, ni sio sawasawa, kwa sababu skana iko boda. Sasa ile wakawa nasema gari lazima ipite pale, lakini ikipita haiskaniwi, unapita unalipa dola mia na parking dola 30 unakwenda. Fikiria mtu na gari 2000 elfu moja mia nane mia ngapi, shilingi ngapi alikuwa analipa. Lakini tulikwenda mheshimiwa, balozi alikuwepo, mabalozi watano walishiriki kupitia bodi ile tuliondoa ule mzani wa skani, lakini kupitia ile taarifa tulifungua boda mbili, boda Sakania na boda Muka, kwa sababu tuliwaambia ile foleni iliyoko Kasumbalesa inasababishwa na wao kutumia boda moja, flow ni kubwa. Kwa hiyo tukawaambia wafungue na zile boda nyingine, wakafungua na tukasaini zile dokumenti kwa pengine kupitia sisi vyama. Pia kuna baadhi ya mambo ambayo sisi hatufuati diplomasia sana, lakini hatuleti vurugu; ni vurugu ambazo haziumizi kwa hiyo hiyo inaweza kusaidia. Kwa hiyo nilikuwa napendekeza pengine tujaribu kwenye hii, kwenda kuonana na wale wa kule Lusaka, inaweza kusaidia. Ni hayo tu, mkuu wa mkoa. Ndio mkuu wa mkoa, ni hilo tu ndio. wewe huyu mwingine hapa commissioner ndio? <laughs> <laughs> Haiwezekani, hala, nilitaka nijiridhishe. Umeona, nimepewa mamlaka ya kukuruhusu na amna mwenye mamlaka ya kunizuia. nasubiri uniletee feedback. Nisubiri feedback baada ya muda gani? Kwa <coughs> mdagani, eh, eh hilo ni, nimekuachia wewe ruksa ufanye haraka haraka sasa, kwa sababu si tunataka changamoto hizi tuzitatue haraka pia, lakini kubwa zaidi hili la ufungiaji wa hizi kampuni kwamba yani, hamna namna na nyingine ya kufanya basi wakapanua hata wigo wa hizo bondi angalau ziwe na kapasiti ya kusukuma kwa muda hata wa siku kumi kwa sababu siku tano, maana yake automatically kwa mtu kutoka hapa mpaka afike kwenye zile boda, wewe unajua inachukua muda gani alafu afike kule avushe na akutane na changamoto si ajabu kama ambazo tunazijadili hapa. Kwa hiyo automatically tu umetengeneza mazingira ya watu wachache kufanya na wale wenye capacity kubwa ya bondi, au sio? Nadhani <coughs> <coughs> hilo ni muhimu sana, hilo mimi nimekuachia. Ndio maana ya sekta binafsi kufanya na sekta ya umma, ili tunavyosema PPP hiyo, <coughs> ni pati ya hiyo, sindio? Uh, ali kwenye ripoti lakini, mwenyekiti, tulivyo fanya mahojiano na madereva juzi kabla ya kikao chako, na hata kwenye kikao chako pia kulikuwa na lawama ambazo zilikuwa zinaelekezwa kwa polisi, lakini RTO specifically kwenye ripoti haikuonekana. Maana yake ni nini? Ni kwamba hata wale waliojiwa, labda hakuizungumza hilo, lakini kwa maelezo ya RTO alitoka kikao chako yalikuwa ni fasaha yako justifications. Kwa hiyo hii kwa, kwa kikao hiki linaondoa yale malalamiko au linamsafisha ofisa wetu RTO kwamba kazi unayoifanya ni kazi sahihi na haichangii kuchelewesha magari kuvuka, bali na facilitate magari kuvuka, nani ingekuwa ndio understanding yetu kama kila wiki, lakini zaidi kwa wada wetu wa private sector. Kusabu kwa sababu kulikuwa na malalamiko upande wa wasafirishaji, upande wa madereva, na wote tuko nao hapa. Basi walibebe hilo walipeke kwenye namba kwa a wenza. Mimi naitwa ACP Joseph Mwakabonga, ni operation officer kikosi cha usalama barabarani, nimeingia jana ki <laughs> sahihi kabisa, mkuu, operation officer kikosi cha usalama barabarani Tanzania. Aa, nilikuwa kwenye highway patrol kutokea Dar es Salaam na tumeondoka Dar es Salaam siku ya Jumamosi usiku na tumeingia hapa Songwe jana jioni. Aa, kimsingi na mimi nina observation kama moja tu ambayo nimeiona kwa haraka haraka, lakini niseme kwamba Uh, kikao chako hiki na maelekezo uliyotoa, nilipokea nami maelekezo moja kwa moja kutoka kwa kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani Tanzania akisema pale Songo kuna changamoto ya madereva kugoma, madereva kuriot, kukaa sana, kukaa siku nyingi hapa na bila kujua hatima yao. Kwa maana hiyo, na mimi niliwiwa nifike hapa kwa wakati japo ratiba zilichanganya kidogo na nilipenda nami ningekuwepo kwenye tech kikao cha awali ambacho ndicho, ndicho ambacho mheshimiwa, uliunda tume ambayo ndio hii sasa inatoa ripoti. Ah, niseme kwamba nilichokiona kwa mimi kwa siku ya jana, ninaona kwamba kuna kazi kubwa kwanza kwa upande wetu wa jeshi la polisi ya kufanya, kwa sababu magari ni mengi, lakini barabara ni finyu na kama jeshi la polisi hatutajipanga vizuri, hizi barabara zinaweza zisipitike, barabara kuu hii ya kwenda mpakani, lakini vile vile na hii barabara ya kwenda Sumbawanga. Kwa maana hiyo, jana wakati naongea na afande kwa tano majira ya usiku, niligusia kidogo nikamwambia mimi naona kama tumpongeze RTO kwa kazi anayoifanya kwa sababu tukikaa na kuwasikiliza zaidi madereva na madereva kwa ujumla, magari madogo, magari makubwa, tunaweza tukajikuta watumiaji wengine hatupiti kwenye lile eneo la mpaka. Utaratibu nilioona mi kwangu, naona ni mzuri kwamba tukae pembeni, tusubiri taarifa za kuruhusiwa kupita, then tupite moja kwa moja, lakini wote tukikaa barabarani tunasu, tunasubiria barabarani taarifa za kupita, tutaweka msongamano mkubwa. Eh, wahusika kwa maana ya RTO pamoja na TRA custom wanajitahidi kufanya kazi nzuri, si kile ambacho tulitegemea kukiona kutokana na malalamiko yalikuwa tuliyapokea. Kwa kweli kazi inaenda vizuri, naamini kwamba yawezekana, eh, sababu zingine ni sisi wenyewe wasafirishaji kwa maana ya kwamba kuchiliwa kulima labda posho na kadhalika, kwa sababu hata yule aliyelalamika kwamba kuna magari yako pale, wana dokumenti zote, tulivyotoka nje akafuatilia ikaonekana kwamba kumbe wale vijana wamegoma kwa sababu hawajapewa posho zao, sio kwa sababu ya hali halisi ya tulikuwa tunaitegemea ni kwa sababu ya tajiri ajatumia pesa. Kwa hiyo niseme kwa niaba ya wamiliki wa maloli tunapongeza sana kamati zinazohusika kwa mkoani chini ya wewe, mwenyekiti wa kikao cha mkoa. Tunapongeza sana. Tunaomba hali isibadilike, maana yake imekuwa inabadilika kama kinyonga. Tukigeuza tukifika Mikumi tutaambiwa taarifa fulani imeshafika fika. Wow! Sasa tunaomba hali hii isiwe ya mpito, iwe ni endelevu. Asante sana. Sina taarifa, imejieleza vizuri na nipongeze kamati, nifanye kazi nzuri sana. E, malalamiko mengi ambayo yalikuwa yanaelekezwa kwa polisi nafikiri hakuna hata moja u uliloandikwa. E, cha kufanya sisi hapa ni kuwasistiza mawakala, tatoa elimu kwa mawakala e, kuwa wa kweli, kuwa kwa madereva, wakiwa wa kweli kwa madereva, nini kimefanyika kule nafikiria mambo ya hobi, hobi, ya kusema kwamba siu polisi TRA hayatakuwa lazima. Tujenge chain na chini aahuwana watu wa kutosha, na tuweke pointi za kutosha za uratibu, lakini ala halmashauri yatuua ni lazima sasa ynagaa itengeneze kutafuta la la nini mazingira ya kutafuta kubeba maoi kama mwanacho itakuwa fursa, lakini ndio wadau tutafutie breakdown, wakae na tuweke kwenye bylaw kwamba gari lolote likiharibika barabarani litolewe liende kwenye kusema kwa wale watengenezi wao, lisikae barabarani barabarani. Barabara sio sehemu ya matengenezo ya gari.